ambayo yameendelea siku ya hapo jana eh, tunafahamu ya kwamba Young Africans si jana eh, walikuwa wanapesi kwa maana ya kwamba wito wa wanahabari pamoja na wanachama eh, na wazee kwa ujumla wameweza kuonesha msimamo ule ambao walioanzisha ya kwamba hatuchezi. Mwenyekiti eh, habari za muda huu, tunashukuru Mwenyezi Mungu tumeamka salama Ijumaa tukufu eh, tupo, nashukuru Allah. E, mwenyekiti wewe ni miongoni mmoja kati ya watu muhimu zaidi, e, tunazungumzia kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi, e, Simba mmoja katika matawi bora kabisa e, hapa jijini Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla mwenyekiti. E, kauli ya Young Africans mmeisikia mi, ya kwamba hawachezi ng'o ninyi kama Simba mmeliact vipi hili, ikiwa ya kwamba baadhi ya mashabiki wenu pamoja na wapenzi wa mpira wa miguu nchini wanahitaji kukata tiketi kwa ajili ya mchezo huo, mpaka hivi sasa bado hawaelewi nini wafanye? E, kwanza nashukuru Mwenyezi Mungu siku ya leo Ijumaa nimeamka salama na mwenye, mwenye, mwenye afya tele, lakini la pili nizungumzie madaraka. Madaraka ni kitu kimoja Nadhani kuna watu wana umri mkubwa lakini hawaelewi wala hawajui ukomo wa madaraka. Vilabu vyote na kila sehemu kuna uongozi wake. Hata nyumbani kwako ni familia, kuna viongozi ambao wanaongoza familia yako, ikiwemo labda baba au babu au nani, inategemea mliomchagua ni nani, lakini unavyomteua kiongozi, na maana yeye kiongozi ndo anasimamia majukumu yenu yote ambayo yanotakiwa. Ila kuna vitu vya ovyo ninavyoviona vinatokea kwenye klabu ya, ya Nyumamwiko, tena klabu kongwe, vinanisikitisha sana. Umri wangu mdogo sana, lakini napoona watu wazima ambao tuliwategemea ndio wenye busara na hekima kwa nchi wanapindisha wana na kupotosha umma kwa maneno yao kwa maslahi yao binafsi. Nasikitika sana. Nyumamwiko wana viongozi wao ambao waliwachagua wa, wa kusimamia klabu yao. Viongozi wanafata sheria za mpira ambazo ziko FIFA, CAF mpaka shirikisho la TFF na vilabu vyote duniani. Lakini leo klabu ya mpira inakatazwa isiende kucheza na mashabiki na wanaojiita wazee isicheze kwa sababu ya, ya mambo yao binafsi. Hili linanisikitisha sana yeah, sababu, e, za za saba sababu za msingi zipo na wao wanajua, lakini wan, wa, wa, wanaleta uuni kwa sababu mechi imeahirishwa kwa sababu yao na wenyewe wanajua lakini wa, wanaleta wana uhuni. Ndio maana nasema kuna watu wanazungumza, wana umri mkubwa, lakini hawaelewi wanachosema na hawaelewi madaraka maana yake ni nini? Sawa, yes. Kwa sababu gani wanazungumza wao? Wanataka wapewe sababu, sababu wanajua, waliozuia klabu ya Simba isifanye mazoezi ni watu wametoka kwao, na wanajua wale, wale watu wamewatuma wao, wamewatuma viongozi wao ambao wako nyuma kwenye hili wao, kwa sababu ya maslahi yao na vitu vyao vya ovyo wao, ndo wajivaja wako mbele. Sawa. Leo asilimia kubwa ya hili jambo wanaongea ni wale wale wazee wa Dar es Salaam, wazee wa wa Dar es Salaam. Kwani Yanga iko Dar es Salaam? Sio kiini. Yanga iko dunia nzima wanaezungumza ni wazee wa Dar es Salaam ambao wakizunguka wakaenda klabu ya Yanga, mtu anaitwa na kiongozi ofisini anamaliza alichomaliza, anaondoka. Sawa, sasa wanaharibu huu mpira. Watu wametia pesa huu mpira, watu na ndio maisha yao. Leo wamesajili watu pale ndani, maisha yao ni mpira Leo kuna watu wako majumbani wanapenda mpira ili eneo la maisha yao afurahikiwe katika moyo wake ni mpira. Sasa wewe kwa sababu ya, ya maslahi yako na vitu vyako unamwingilia kiongozi. leo mzee kaita media klabu ni yao, hawakatazi awa kukaa pale, wanaenda kuzungumzia, hawataki kucheza wao kama nani? Wanachama. Ina maana gani kumchagua kiongozi wewe kama mwanachama? Isiwe wanachama wote mkaongoza klabu yenu na utaratibu wasilete vitu vya kiuni. Wale wanaleta uhuni na huu uhuni, nashangaa nchi iko kimya. Uhuni usipoangaliwa utaleta madhara makubwa sana kwa nchi. Wao kama nani? kama wanachama. Yanga hawana uongozi wao ambao una, una, una, unajua hizo taratibu wanao, wana uongozi. Kwa nini viongozi wao wasifanye? Watafanye utaratibu kama wametumwa, ukikose na ndo na ndo uhuni. Huwezi kutumwa kwenye sehemu ya haki, huwezi kutuma kwenye sehemu ambayo ina, ina utaratibu rasmi. Wale wanaleta uhuni na uhuni huu, niwaambie tu wana nyuma mwiko wote, lazima wazingatie taratibu za nchi. Ndio maana nasemaje, wanajua maana ya madaraka au wanazungumza kwa kuropoka, ili mradi kapewa maiki azungumze. Wanafanya vitu vya ovyo, watu wazima. Mimi mimi nashuhudia, wanafanya vitu vya ovyo alafu watu wanachekacheka tu, kama vile yani, kama watu hawaeleweki. Huwezi kuingilia mamlaka, huwezi kuingilia mamlaka ya mpira ukiwa wewe sio kiongozi, kwa taratibu zako za, za kuita vyombo vya habari ukaongea uhuni. Mamlaka ya mpira ina utaratibu wake vyo, au ni mamwiko, wana viongozi wao, wanajua kabisa Tukio hili likitokea tuende kuandika barua wapi? Tuende kupeleka wapi? Si waliandika barua kulalamika, walikopeleka kwenye, kwenye tena wamepeleka barua kwenye sehemu ya mwisho ya mahakama kubwa ya kimpira, wamefeli, wamerudi. Baadaye wanaenda kugoma wachezi. Sawa? Wanasema baada ya kurudi hawakushirikishwa kwenye upangaji wa tarehe. Na nani washirikishwa kama wao, nani hawashirikishwi bodi ya ligi ndio inapanga hata walivokaa mwanzo viongozi wetu wa vilabu wa, wa, walikubaliana ligi itaanza tarehe fulani na itaisha tarehe fulani na timu ziko ziko timu fulani walivokubaliana pale majukumu mengine yote ni ya bodi ya ligi sio wewe klabu klabu uende kumwambia bodi ya ligi kwamba mimi mechi yangu sitaki leo nicheze nikanicheze kesho hivyo vitu hakuna lazima uombe kwa kwa kwa utaratibu uliokuwa sahihi ndio maana katika hili nawapongeza viongozi wa simba baada ya hili tukio Simba ameandika barua hiyo na wamesema barua yao imeelezea kila kitu. Umeshasikia tena Simba wakiongea tena au kuzungumza tena tena kusoya hayo mambo? Wamekaa kimya, wamefata taratibu na wao wafate taratibu, wasilete uhuni. Mpira sio uhuni, watu wanatia hela kwenye mpira. Ukiwaangalia hao wazee wanaozungumza, waachie klabu masaa mawili tu, nawaambie timu hapa ihudumieni masaa mawili tu. Wachukue wale wachezaji ishirini na tano, aya, na benchi la ufundi pamoja na kila kitu, waambie wazee, hudumieni hii timu kwa masaa mawili, watakimbia lakini wanazungumza kwa sababu ukizunguka kwa kiongozi anakupa bahasha kula na familia yako, kati ya kauli tata iliyotoka jana na onyo wakidai ya kwamba kiongozi yoyote tena, wamewataja na kwa majina, kwa viongozi wa ngazi ya juu, kwa maana ya kwamba Injinia Esi apatiaje atakayehusika kushiriki na maandalizi ya mchezo wa tarehe kumi na tano milango iko wazi na imani naimani viongozi wa nyuma mwiko waliochaguliwa katika klabu yao walikuja kuongoza mpila, wakuja kuongoza watu ambao wanachumia tumbo matumbo ma yao wamekuja ku kuongoza mpira, kama wamekuja kuuongoza mpira, kauli ile haitowatisha, haitowatisha. Kabla ya mpira injinii alikuwa na kazi yake, kabla ya mpira Arafati alikuwa na kazi yake, alikuwa anaipenda nyuma, nyuma mwiko. Leo hata ukiwaondoa wataenda kufanya kazi yao, lakini watasimamia hoja zao kwamba sisi tulichohitaji tufate taratibu na sheria za mpira. Ndio maana unawaona viongozi hawasemi, wanaosema wale watu wanaewatuma, si umeelewa vizuri? Kama unavyoona jeshini wanatangulia wale kwanza, wengine afu wale wa, wa, wa mahakamanda wanakuja nyuma, sawa. Kwa sababu kuna watu wanatangulia, lazima wajue pale kuna tukio gani zuri au baya. Sasa wale wanaotangulizwa lazima uangalie kazi na umri, maneno na na umri. Mbona watu wazima wanatusikitisha? nchi yetu naenda wapi? watu wazima wanazungumza vitu vya ovyo, kwa sababu leo wanagoma hawa wachezi, wanataka kuambiwa taratibu na sababu kwa nini mechi imeilishwa. Swali lile ulize Simba, sio wao. Simba ndo wamezuiliwa mlangoni na wauni na wauni, wametoka kwao na wanajulikana au si hatujui eh? bila bila kutuma wahuni ambao walisema wametumwa kutoka juu, bila bila kutuma wahuni ambao wamesema wame wa wame pale Simba hawezi kuingia kwenda kufanya mazoezi. Mechi ingekuwepo sawa, lakini hili hili tatizo kwa kwa upande fulani nao ni, ni laumu upande wa wa, wa, hata wasimamizi wa kutulinda raia ambao nika, hata, hata jeshi la polisi leo wahuni wamekutwa getini wanazuia wa, wa Simba isiende kuingia kufanya mazoezi. Sawa, swali moja tu, nyinyi mnazuia kama nani? O, sisi tumeambiwa Simba wasiingie. Huo sio taratibu wenu, sheria la na kanuni nasemaje? O, sisi tushaamua hivyo. Jeshi la polisi ni kubwa sana na lina mkono mrefu sana popote watakapofikia. Swala likuwa dogo tu, napiga simu, naongeza askari, wanakamatwa wale. Simba inafanya mazoezi, mechi ingekuwepo wamelifanya ili swala limekuwa kubwa, na wale wote waliokuja pale kuzuia timu yetu, sio mashabiki wa KMC, sio mashabiki wa prison, sio mashabiki wa Mbeya City, sio mashabiki wa Ashanti, ni mashabiki wa nyuma mwiko na wanachama na wanajulikana ndio misaf... wamezuia msafara wamezuia msafara wetu na tunawafahamu wote na wanafahamika. Lakini cha, cha cha cha, cha, kushangaza eti hao oh, hao tena nyuma mwiko wanawatuma wazee wao waende kuuliza kwamba mechi imeahirishwa kwa sababu gani. Unawachukuliaje hawa watu? Hawa watu wako sawa? Huo ndio ukweli. Lakini mimi mimi mimi mimi, ni niwaambie, naomba tarehe 15 ifike hata sasa hivi. Unaomba? Naomba tarehe 15 ifike hata sasa hivi. Naomba tarehe kumi na tano iwe ndo kesho.